Asalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam, na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mvuvi. Mvuvi huyo alikuwa anategemea samaki kama chakula chake. Sisi tunajua mvuvi ni nani? Yule mtu anayevua samaki. Sasa yule mvuvi alionekana kwamba anaenda sana baharini. Yaani akishavua asubuhi ataenda mchana arudi tena kuvua, usiku arudi tena kuvua, mpaka wale wavuvi wenzake wakamshangaa. Huyu mvuvi, sisi tunavua mara moja tu, na siku ya pili yake ndo tuje tuvue tena, lakini yeye kwa siku mara tatu. Kwa nini wakashangaa, ila hawakuwa na jibu. Wakaamua siku moja wamuulize, wakaenda mpaka kwa yule mvuvi, wakaambia ah, wewe kila time uko kwenye maji utashikwa na ugonjwa wa kifua. Mpaka usiku, pumzika, ukivua mara moja, mpaka siku ya pili uje. Hata kama una bidii, njoo siku ya pili. Akasema, mimi nategemea samaki kwa kula. Sasa nikija kuvua asubuhi, mchana nitakula nini? Lazima nije mchana, na nikimaliza kuvua mchana, usiku nayo nitakula nini kama siji kuvua? Lazima nije usiku Wakaambiwa basi, si uvue samaki wengi. Akasema oh, mimi hii ndoana yangu ni ndogo, sasa inashika samaki wadogo wadogo. Wale wavuvi akashangaa, yani ulikuwa washindwa kununua ndoana kubwa. Sisi tunajua ndoana ni nini, ile hook ya kushika samaki. Wale wavuvi akasema, sasa ulikuwa washindwa kununua ndoana kubwa? Basi wakaenda wakamnunulia ndoana kubwa wakampa, haya, na tusikuone tena, kila mara hapa ukija ni asubuhi vua samaki wako, nenda mpaka siku ya pili ndo tukuone, maana utatuletea shida hapa ukiwa mgonjwa, alafu hospitali zenyewe ziko mbali. Kwa hivyo chukua hii ndoana kubwa, vua samaki unaotaka, uje siku ya pili yake. Mwana mvuvi akafurahi, kachukua ndoana yake. Siku ya pili yake mwenyewe akaenda akavua na ndoana kubwa kwenda akashika samaki, samaki mkubwa Alivomshika akamwangalia akamrudisha baharini. Wale wavuvi wenzake wakashangaa, shida yako ni gani wewe? Siyo siku, akalala njaa. Siku ya pili hivyo hivyo, wale wavuvi wakawambia, mbona watupa samaki? Ile mvuvi akasema, mimi sufuri yangu ni ndogo, haiwezi kupika samaki mkubwa. Wale wavuvi wakasema, kweli we hufikirii. Sasa ule samaki ungemkatakata, si ungepika. Ukala asubuhi, mchana na usiku kama mwenyewe unavyosema. Samaki ndo chakula chako cha mchana, asubuhi, usiku. Umemtupa ngala umelala njaa. Haya, na ndoana ndogo nayo ya kushikia samaki vidogo. Ukila asubuhi, mchana, ushasikia njaa. Sasa tukusaidieje? Kwa hivyo watoto wazuri, hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza tufunza kwamba tusiwe wajinga, tufikirie, si lazima kila kitu tutaambiwa. Kama yule mvuvi amelala njaa. Kwa sababu gani? Ameshindwa tu kumkata samaki. Angeamua tu amkate yule samaki vipande vipande. Labda angemtosheleza kula asubuhi, mchana na usiku. Lakini kutokana na ujinga wake, alitupa samaki, akalala njaa kisa na maana sufuria yake ni ndogo. Hadithi yangu ikaisha hapo. Masalam.